Kwa majina anaitwa Moses Losingo Mole, mwenyekiti wa mtaa wa Lolovono, kata ya Sokoni Wani. Hapa kanisani kuna kijana wetu ambaye aliyechomwa moto kule Njiro ndogo wakiwa wan, wanajaribu kufanya tukio ambalo hatukujua kwa sababu hatukuwepo kwenye ile tukio, lakini kwa taarifa kwamba wakawa wameuawa vijana wawili waliyesimulia, maana tuliwasiliana na mwenyekiti wa, wa Njiro ndogo akasema kwamba walikuwa wanajaribu kuiba pikipiki iliyoko sheli maeneo ya hapo hapo ambaye ni sheli ya Simba, na baada ya sisi kupata taarifa tulipata taarifa lakini hatukujua kwamba kijana mmojawapo ni wa mtaa wa Lobono. Kesho yake ndio tulikuja kupata taarifa kwamba kuna kijana ambaye anaitwa kija na yeye alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwepo, maana yeye ndiye alikuwa anaendesha, wanasema ndiye alikuwa anaendesha pikipiki hakika alikuwa ni mwendesha bodaboda. Na pia sio mtu ambaye ilikuwa kwamba ingie mambo kama haya, kwa sababu ni kijana ambaye yuko na baba yake na baba yake alikuwa anafanya naye kazi, lakini baadaye vijana wanapenda kuendesha pikipiki. Kwa hiyo akaona, akachaguliwa kwamba yeye akaendeshe pikipiki na baba yake, kwa sababu hawezi kumlazimisha mtu kazi, na yeye akaendelea kuendesha pikipiki. Sisi hatukujua kwamba ukweli kwamba anajishughulisha na mambo kama haya. Tumekuja tuko taharuki baada ya kusikia kwamba yeye yuko miongoni mwa wale ambao aliyekuwa anataka kujaribu kuiba pikipiki. Ukweli sijawahi kusikia kwa tukio lolote, na kijana huyo amekuwa hapa Pangusero. Kwa hiyo sisi tulikuwa tulivyokuwa tunamuona na yeye ni mkimya sana, kwa hiyo hatukujua kwamba alikuwa anajishughulisha na shughuli hizi. Lakini mimi nitoe rai kwa wazazi wenzangu Inabidi sasa tuanze kuchukua hatua, maana bila kuchukua hatua tutawaangamiza vijana wengi. Kwamba wazazi sasa waanze, tuanze sisi kuwaelimisha watoto wetu madhara ya kuingia kwenye vitu vya wizi na madhara ya magrupu, ili waweze kufanya kazi. Kwa sababu ukiwa na pikipiki naamini kwamba unaweza kupata kipato, kwa sababu mbona wengi wanaendesha pikipiki, lakini sio waizi. Kwa hiyo na pia natoa rai kwa vijana, ukishapata mtaji wa pikipiki inakutosha wewe kuendesha maisha yako mpaka kuweza hata kununua kiwanja na hata kujenga na, na, na nyumba. Kwa nini nasemea hivyo? Yaani ukipiga mahesabu, mtu akaweka elfu tatu kwa siku, kwa mwezi ni shilingi elfu tisini, kwa mwaka ni milioni moja na elfu themanini. Ukipiga kwa miaka mitano una milioni tano. Utakuwa umekosa nini? Kwa sababu ukiiba kitu ambacho utauza tu na kupata hela hapo hapo na kuisha, inakuwa ni vitu viwili tofauti. Natoa tu kwamba wafanye kazi kwa uaminifu, wafanye kazi kwa jitihada ya kutafuta maisha, si kuwaibia watu. Ni kweli kwa sababu hawariziki naona ni tamaa, ndio ya kwanza. Na si tumejipanga, tulikuwa tunapambana kutengeneza ulinzi baada ya ulinzi, tulikuwa tuwaite bodaboda wote wa mtaa Lolovono ili tukae nao tujue shida ni nini, ni nini, ili wasiendelee kuangamia, kwa sababu vijana ni nguvu kazi ya baadaye kwa sababu kwa miaka tuliyokuwa naye tunawategemea wao, lakini sasa imekuwa sasa wao hawataki kutegemewa, wanaingia kwenye vitu ambavyo haiwasaidii kwenye maisha yao. Maana mimi ninavyojua hakuna mwizi ambaye ameishi na hakuna mwizi ambaye amekuwa na maisha mazuri, wala hajasaidia wazazi wala hajajisaidia yeye mwenyewe, isipokuwa ni kwa ajili ya starehe tu. E, mimi ni kwamba natoa rai kwa wazazi wawili, baba na mama, wasipingane watafute njia mmoja ambayo itakayowasaidia ili kuweza kurudisha huyo mtoto lakini sasa shida moja wakina mama ndio maana methali nasema mwana mpumbavu ni mzigo wa mamae kwa sababu mama hataki kupata kwamba mtoto anakosea yeye anaona tu kwamba mtoto anafanya sawa na baadaye anamlaumu baba na pia baadaye unakuta kwamba mtoto anamchukia baba kwa sababu ya ukali wake ndio maisha ambayo yanayoendelea katika nchi yetu watu wabadilike kisha tuliona mwenzako ameshakuwa huko upande huu na wewe uvutane naye, ili turudishe mtoto, kwa sababu mwisho wa siku ndio vifo vinatokea, kama hizi mmelazimika leo kuaga picha tu uh, au mliaga na mwili pia. Ni kwa sababu mwili ule ulishaharibika. Kwa sababu najua swala la moto ni kitu ambacho kinaunguza kwama kwamba kwa picha, picha hii kuonekana ni ya mtoto, lakini mwili sababu kwa waliekwenda mocho walisema kwamba kijana huyo alishaunguzwa kwa ajili ya kwenye shingo pata kufika upande wa kiume, kwamba tumbo yote hii ilishaungua, kwa hiyo inatoa majimaji. Kwa hiyo ikaonekana kwamba picha ni ile ile na hata mwili ni uleule. Kwa hiyo ukiaga hakuna shida, kwa sababu mwili ni ule ule na picha ni ileile. Alichomwa yeye na mwenzake. Mwenzake labda yeye ashazikwa, labda hata kama sio mtaa wako umepata taarifa. Tumepata taarifa kwamba mwenzake ameshazikwa toka majuzi, ndio yeye anaishi Sombetini. Kwa hiyo amezika kwenye na, makaburi ya Nyayara, ndio mwisho kabisa. Unawaambiaje vijana waendesha boda boda ambao wanafanya kazi hii, lakini boda boda, ni kama kivuli tu, waamini kwamba kuendesha boda boda ni sehemu ya kazi na pia wanapata hela kwa sababu hata si tulinua bodaboda tukawapa vijana wanalipa, lakini baadaye mimi mwenyewe nilijitoa kwa sababu ya hii mauaji ya, ya kunyang'anywa pikipiki na mtu kuuawa. Nikaona sio vema nije kuingia kwenye mkumbo wa kuendelea kuona kijana anaangamia, nikaziuza zile boda -boda zote. Kwa hiyo naomba vijana, fanyeni kazi kwa uaminifu, bodaboda inalipa kwa sababu watu wapo unaowabeba, na uwe na kijiwe ambayo inayefahamika vizuri Tukio langapi ili kutokea kijana kama huyu kuuawa au kuchoma moto kutokana na wizi? Mm, wengi wamesha chomwa. Maana nakumbuka mwezi wa pili pia aliuawa kijana aliyeiba pikipiki na kafariki, kwa maana kwamba yamekuwa ni vitu ambavyo, na pia natoa rai kwa wananchi, hata kama atakuwa mtu ameiba, tusichukue nguvu mkononi kuwaua watu kwa sababu damu ya mtu ikifu, ikimwagika bado itakuwa inalia ardhini. Iwepo mtu ameshikwa basi, tumpeleke mahali panapohusika kuliko kuua vijana wetu, kwa sababu leo namuua wa yule na we nauawa kwako kwa, kwa, kwa hiyo wote tuko njia moja lakini kuna ile perception kwamba, uh, yeye akikukuta wewe ndio utakufa kwa hiyo ni bora umuahi mapema kuliko ajakuahi. Hilo ni, ni neno tu, kwa sababu unajua hawa vijana ni wadogo sana kwa hiyo anaamini kwamba akikukata kukutoa, wengi ndio atafanikiwa yale ambayo anayataka. Lakini si, je, sisi wananchi, kumuua mtu ni halali? Sio halali. Naomba tu, tujaribu, kwa sababu pia wananchi wamekengeuka, anaweza tokea kiongozi ili awasaidie ule kijana asiuawe, lakini hawataki kumsikiliza kiongozi, wanaendelea kuua tu. Sasa inakufikia ni mahali ambapo, hebu tujaribu tu, tu, tu, tu, tuwe wastaarabu ili mauaji haya yasiendelee kutokea. Wewe una historia ya wananchi wengine ambao wameuawa na vibaka kwenye mtaa wako lolovon? ni na historia ya watu kukatwa, lakini sio kuuawa, majeraha makubwa manake kama vile yanapelekea kifo hivi na ama ulemavu wa kudumu. Ina, inapelekea pia mpaka ulemavu wa kudumu, lakini bado wanaishi. Sasa kwa nini huyu kibaka ikimkuta umuache? ndio hoja sasa ya, ya watu kwamba huyu kibaka anakusababishia ulemavu ama anakuwa kabisa sasa, tukimkuta tunamwachaje? Si sheria ipo, kwa sababu sasa hivi sheria imekuwa iko wazi sana. Kwa sababu naamini hata kwenye mtaa wangu kuna vijana watatu walikamatwa, ni watu ambao waboda watatu mzuka, lakini walivyofikishwa polisi, ilionekana historia yao, na wao walipelekwa mahakamani na pia wameshafungwa miaka mitano wa mitano, kwa maana ya kwamba sheria inafanya kazi. Kwa hiyo sisi tusilipize kisasi bali tuweze kwamba sheria ina, inafanya kazi na watafungwa ili baadaye wakishafungwa wakirudi watabadilika.